Majina anaitwa Paul Kisabo eh, ni wakili na niko pamoja na wakili Maduhu William Kulwa pamoja na tulikuwa pia na wakili Frederick Msaki. Eh, leo tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka 2025 kesi ya watuhumiwa wa uhaini eh, ambao walibaki katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, wakiendelea na hiyo kesi zilikuwa eh, zimepangwa kwa ajili ya kutajwa leo eh, watuhumiwa walikuwa mbili na kesi nyingine walikuwa wanne, lakini e, kati ya watuhumiwa wa kumi na mbili, watatu wamebadilishiwa kosa wamepewa, e, kosa au wameshtakiwa kwa kosa la kuchoma moto e, ofisi ya Chama cha Mapinduzi kule Kivule, kama sikosei, wako watatu, na kosa hilo lina dhamana, kwa hiyo wamepewa dhamana, lakini watuhumiwa wengine tisa eh, eh, jamhuri wamesema upelelezi unaendelea, kwa hiyo wameomba kesi iahirishwe na kesi imeahirishwa mpaka tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 2026, kwa madai kwamba upelelezi haujakamilika na hivyo kesi hiyo imeahirishwa mpaka tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Lakini eh, mtuhumiwa mmoja wapo amejaribu kuieleza mahakama eh, kulingana na hali yake kwa sababu anaumwa anaitwa Baraka na alikuwa hajapata dawa tokea siku ya kwanza ambapo alipelekwa e, hospitali alipelekwa hospitali ya Amana, dawa zilizoisha zilipoisha kupewa tena dawa. Kwa hiyo, ameieleza mahakama kwamba hapati hajapata dawa e, nadhani namfahamu yule kijana ambaye alikuwa akifishwa mahakamani anabebwa e, na mwenzake anaitwa Baraka Mwita. Kwa hiyo tumeieleza mahakama na mahakama imesema kwamba imetoa amri kwamba akapatiwe e, dawa kwa ajili ya matibabu, ya, eh, kwa ajili ya matibabu kutokana na ah, ah, hali yake ya huo ugonjwa. Kwa hiyo kimsingi leo hicho ndo kimetokea eh, hicho ndo ambacho kimetokea leo mahakamani. Yes, Yes. wameshtakiwa kosa la kuchoma moto wametuhumiwa kwamba wamechoma ofisi ya Chama cha Mapinduzi huko Kivule, kwa hiyo wao wamepewa dhamana ni mmoja Yes. Ah, mashahidi kwa ni mdhamini mmoja ambaye ana kitambulisho kinachotambulika inaweza kaa NIDA au kitambulisho kingine cha mpiga kura au kingine, lakini wameshadhaminiwa na mdhamini mmoja mmoja, na wametakiwa kufika eh, mahakamani kila kesi itakapotajwa na kesi yao imepangwa tarehe 22 mwezi wa kwanza mwaka 2026.